Naam baada ya kuwa na taarifa nyingi ambazo sio rasmi kutoka kwa mchezaji wa Simba Sport Club Mohamed Bajabeli, kumekuwa na taarifa nyingi sana tangu alipojiunga na wekundu wa Msimbazi akitokea Polisi ya kule Kenya, lakini hii ni taarifa ya ukweli kutoka vyanzo vinavyoaminika vya habari kutoka kwenye Simba Sport Club, na imesemekana kuwa tangu asajiliwe na klabu ya Simba akitokea kwa mabingwa wa soka nchini Kenya, klabu ya polisi. Mohamed Bajabel hajaonekana uwanjani kutokana na majeraha yaliyokuwa yakimwandama na nyota huyo alikuwa mwiba akitokea mbali kwenye timu ya polisi msimu uliopita. Na kwa sasa Mohamed Bajabel yupo tayari kuitu, kuitumikia Simba FC na baada ya kupona majeraha yake. Na tukumbuke Mohamed Bajabel alijiunga na Simba Sport Club akitokea polisi ya kule Kenya na alisaini mkataba wa miaka miwili na gharama ya uhamisho wake iliripotiwa kuwa ni shilingi 2.9 bilioni na US dola, ni thamani ya US dola laki moja kwa mujibu wa vyombo vya habari kutoka pale Simba Sport Club na kwa ku, kwa kujiunga na Simba Sport Club Mohamed Bajabeli alitokea ya polisi ya Kenya huko nchini, na tukumbuke kwamba Mohamed Bajabeli baada ya kujiunga na Simba Sport Club akapewa jezi namba 17 na tunakumbuka jezi namba 17 kutoka kwenye utawala wa Clatus Chota Chama amepita, ina, imepita kwa Debola Fernandez Mavambo bila mafanikio yoyote. Sasa amepewa Mohamed Bajabel, na Mohamed Bajabel baada ya kukabiliwa na majela ya siku nyingi, sasa yupo tayari kurudia uwanjani, na baada ya kupona, Mohamed Bajabel amezungumza kile ambacho kilikuwa ndani ya moyo wake, na amesema kwamba Anapenda kushiriki michezo ikiwemo mchezo wake wa dabi ambao unaambatanisha watu wengi sana na inakuwa fursa kutoka kwake. Hivyo basi Mohamed Bajabel ameanza mazoezi na Simba Sport Club na inategemewa kwamba Mohamed Bajabel atakuwepo kwenye kikosi cha Simba na atakuwepo kwenye mechi inayofuata. So basi, we kama shabiki wa Simba, je, unatarajia nini kuona kutoka kwake Mohamed Bajarber? Maana ni furaha sana kwa mashabiki wa Simba, walikuwa nasubiria sana hichi kitu kumuona mchezaji wao Mohamed Bajarber akiperform, hususan na amepewa namba kumi na saba ambayo ilipita kwa legend wa soka pale Simba. Ukianza kuzungumzia kama Clatous Chota Chama amefanya mambo makubwa sana akiwa na jezi namba kumi na saba pale Simba, lakini ikaenda kwa Debola Fernandez Mavambo ambaye hakuitendea haki ipasavyo namba jezi namba kumi na saba na ameondoka bila matumaini. Sasa hiyo jezi inavaliwa na Mohamed Bajabel pale Simba Sports Club. Je, wewe unataka kuona nini kutoka kwake na Dondosha hapo komenti yako. Je, wewe unatarajia nini kutoka kwake? Na kama bado huja subscribe, wakati wako ndo huu, hakikisha umebonyeza kitufe kilichoandikwa subscribe ili kuendelea kupata habari kutoka kwetu. Wewe mwanafamilia, mwana wetu, mimi ni Tubone Media. Hadi wakati mwingine, keep watching, bye, bye.